Baada ya kuimulika klabu ya Arnabu Jogging wafaruma Kiwalani, kama ambavyo wanavyopenda kujiita wenyewe, namna wanavyoishi katika misingi ya upendo ndani ya klabu yao hadi nje ya klabu, kwa siku ya leo, acha nijikite kumtizama mtu mmoja hivi ndani ya klabu. Huyu mtu hazungumzi sana, licha ya kuwa na mchango mkubwa ndani ya klabu, hata nje ya klabu. Macho yangu yamejaribu kumulika na hatimaye yametua kwake si mwingine. Ni Mzee Bakari Khamis, almaarufu kwa jina la kaka mkubwa. Tafadhali fuatana nami. Mzee Bakari Khamis ni mtu wa ajabu sana, maana upendo aliokuwa nao kwa klabu yake sijawaiona sehemu nyingine katika mchezo huu wa mbio za pole. Mwenye macho haambiwi tizama, na mwenye masikio husikia namna alivyokuwa masikioni mwa watu wengi. Hata wasiokuwa wana Arnabu wanatambua mchango wa mzee Bakari Khamis. Wanachama wa Arnabu Jogging wataungana nami juu ya haya nayowasema, maana upendo wa mzee huyu kwa wanachama wa klabu yake mimi hupenda kuita ni lulu ndani ya klabu. Hakika moyo wake wa pekee wa kujitoa ni miongoni mwa yale machache wanayonufaika naye wana Arnabu pamoja na wasiokuwa wana Arnabu. Yaani, katika mabonanza mengi iwe Dar es Salamu, Zanzibar hata huko mikoani utakuta Mzee Bakari Hamisi kutoka Arnabu akiwajibika katika majukumu yake ya kuhakikisha usalama kwa wana mazoezi kila kona Tanzania. Mzee Bakari, mchango wako unaonekana. Acha nikupe maua yako ungali hai, naendelea kuchapa kazi yako kila uchao. Sisi Arnabu jogging tunatambua mchango wako ha, ha, ha. Ni mimi.